Ni kijana wa miaka ishirini na mbili mpaka thelathini na tano na unatamani kufanikiwa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita na kuendelea, usijishauri mara mbili mbili kufanya haya mambo kuanzia sasa hivi. Jambo la kwanza, hakikisha unajenga mfumo wa fedha. Ninazungumzia mfumo wa kutafuta pesa, budget, akiba na uwekezaji. Usikubali mwaka elfu mbili na ishirini na sita na kuendelea uendelee kuwa mwaka ambao hauna chanzo cha uhakika cha kipato, hauna mfumo wa kubajeti pesa zako. Ngoja nikwambie, bajeti siyo kujibana. Bajeti inakusaidia kuelekeza pesa yako iende wapi na ifanye nini na sio kuizuia tu pesa yako isiende sehemu yoyote. Hapana, inaenda sehemu ambayo ni sahihi. Hata kama utaenda kurudishia mwili nguvu, yani kujipongeza, yani kwenye stare, lakini unaenda kwenye budget. Unapokuwa na budget, ndio utaweza kuweka akiba na ndio utapata pesa ya kuweza kufanya uwekezaji. Watu ambao hawafanikiwi ni wale ambao hawana chanzo cha hakika cha kipato, au kama na chanzo cha kipato hana budget maana yake ni kwamba pesa ambayo inaingia ni pesa ambayo inatoka, au pesa ambayo inaingia hajui inapotelea sehemu gani. Namba mbili, jenga mtandao wa watu wenye maono makubwa, networking ya kweli. Siku zote unafanya vitu kulingana na maarifa ulionayo. Sasa maarifa unapata wapi? Maarifa unapata kwa kusoma, kwa kusikia au kwa kuona lakini hayo maarifa hayakusaidii kama pia hauyaamini. Na njia mojawapo nzuri kabisa ya kuamini kwamba kitu kinawezekana ni kuweza kukaa na watu ambao wamefanya kitu, na unaona wanakifanya kwa uzuri, usahihi na kwa ukubwa, na kinawezekana kwao, na wewe ukaweza kukifanya. Unapata imani, nawe unaanza kukifanya. Lakini pia, kwa nini utengeneze mtandao wa watu hatu wenye maono we makubwa wataongea juu ya fursa, fedha, nidhamu, kazi, ujuzi na mustakabali wa maisha. Lakini unapokaa na watu ambao hawana maono, wataongelea mambo ya mipira, wataongelea mambo ya wasanii, wataongelea mambo ya mahusiano ya watu wengine, wataongelea mambo ya ngono ambayo hayawezi akakusaidia kwa namna yoyote ile. Habari za watu wengine hazikusaidii kwa chochote. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni muhimu kutengeneza network. Network yako itakulipa kuliko CV. Nenda sehemu ambazo unaweza ukapata wale watu ambao wana kazi, nenda sehemu ambazo unaweza kupata watu wenye biashara kubwa, nenda sehemu ambazo unaweza ukapata watu wa kukonekti na fursa fulani. Huko utaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Mda mwingine maisha yako yanahitaji kukutana na mtu mmoja tu ambaye atakuonesha fursa ya kubadilisha maisha yako kabisa. Namba tatu, usipotezee mitandao. Mitandao sasa hivi inaweza ikabadilisha maisha yako kabisa totally. Mitandao hii ambayo unaiona ndipo kuna watu, mitandao ndipo fursa zilipo, mitandao ndipo connection zilipo. Usichukulie poa mitandao, anza Kutengeneza content. Anza kuuza bidhaa, anza kuonesha ulicho nacho, anza kuonesha ujuzi, anza kuonesha taaluma yako, anza kuambia watu kitu gani ambacho uko nacho. Mwisho wa siku utaanza kutengeneza pesa kupitia mitandao. Lakini mitandao mingine sasa hivi inalipa, inalipa, inalipa direct. Kwa mfano Facebook sasa hivi wana monetization. Ambayo inalipa vizuri kabisa. TikTok inalipa. YouTube inalipa sasa wewe usikae bila kutumia mitandao vizuri usipotezee mitandao namba nne anza biashara mwaka elfu mbili na ishirini na sita usikubali uishe pasipo wewe kuanza biashara sio kwamba hauna wazo ninafahamu una wazo zuri kabisa kuna biashara ambayo unaifikiria lakini tatizo lako unaogopa haujiamini bado kama unataka maisha mazuri yenye uhuru wa kifedha wa, wa baadaye, anza biashara sasa hivi. Muda sahihi ni sasa hivi. Chukua mzigo, anza biashara, anza kuposti, chukua ile frame, nenda kalipie, anza biashara ili uweze kubadilisha maisha yako kabisa. Namba tano, tunza mwili na nidhamu ya muda. Mafanikio yanahitaji mwili uliotulia na akili ambayo ni safi. Jiepushe na kitu chochote kile ambacho kitaharibu afya yako au itavuruga akili yako na utimamu wa mwili. Bila afya hakuna mipango mizuri, bila afya hakuna nguvu kazi, bila afya hauwezi ukapanga hata mipango ya muda mrefu. Na miongoni mwa mipango ambayo huwa inaleta nguvu ni ile mipango ya muda mrefu, inakufanya ukae kwenye ramani na sio uwe una shika hiki unaacha, unaingia hiki unaacha. Namba sita: jenga mtaji wa jina. Hii inazungumzia personal brand. Katika katika dunia ya leo, unacho onekana kuwa ndicho unacholipwa. Ukionekana ni wa elfu ishirini utalipwa elfu ishirini. Ukionekana ni wa milioni moja utalipwa milioni moja. Ukionekana ni wa laki moja utalipwa laki moja. Jenga jina mtandaoni, onyesha ujuzi wako Shirikisha kazi zako, toa elimu eh? Toa thamani mtandaoni, toa thamani sehemu ambazo unafika, sehemu watu ambao unakutana nao, na kwa namna hiyo utaweza kujenga jina na utaanza kutengeneza pesa. Namba saba jenga uwezo wa kufanya kazi zisizotolewa maelekezo, self driven work. Katika dunia sasa hivi, hakuna mtu atakayekuja kukusimamia. Mafanikio ni ya wanaoamua kuanzisha jambo, kusimama na kulifanyia kazi bila kusukumwa. Jifunze kufanya kazi bila kusimamiwa. Jifunze kuanzisha kitu, kukisimamia mpaka kinakuwa kikubwa. Hivyo ndivyo utakavyojenga thamani, na watu wataanza kugombana ili wakulipe. Hebu niambie, kwenye haya mambo saba ni jambo gani ambalo utaanza nalo hasa kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita. Na mimi nitakuwa niko tayari kukusaidia ili uweze kutimiza malengo yako kwa kasi zaidi.